Usiku uliojaa shangwe ukawa mwisho wa pumzi, jukwaa lililojaa muziki likawa kaburi la mwisho, na wapendwa wetu waliokuwa wanatufurahisha walitamka pumzi ya mwisho mbele ya macho ya dunia. Leo na kusimulia hadithi tano nzito, hadithi za mastaa waliofariki live mbele ya mamilioni, mbele ya makamera, mbele ya mashabiki wao. Hadithi ambazo zinatukumbusha kitu kimoja: maisha ni safari isiyotabirika. Wa kwanza ni mtu maarufu anayetambulika kama Tommy Cooper, tukio la kuchekesha likageuka umauti upande wake. Usiku wa Aprili tarehe 15 mwaka wa 1984, Uingereza ilijaa kicheko. Tommy Cooper mchekeshaji mzito alisimama jukwaani, akiwa na ule utani wake wa kujiangusha ovyo. Ghafla akashika kifua akaanguka nyuma, watu wakashangilia wakidhani ni sehemu ya mchezo wa kuchekesha, lakini nyuma ya pazia mastaa wenzake walijua kuwa kuna tatizo limemtokea. Jenny Tabak akamkimbilia huko, mchukua video wa siku hiyo akiendelea kurekodi wakati dunia ikicheka, Tommy alikuwa katika safari ya umauti. Baada ya dakika chache wakaenda hospitalini, lakini Tommy Cooper akatangazwa amefariki. Jukwaa lililompa umaarufu ndilo lililochukua uhai wake. Wa pili ni Mitsuharu Misawa, shujaa wa mapambano aliyedondoka ulingoni. Mnamo Juni tarehe 13 mwaka wa 2009, Hiroshima ilishuhudia kifo kilichositisha hewa ya ukumbi mzima. Misawa, gwiji wa mieleka ya Kijapani, mtu aliyekuwa anapigana kama mashine, akapandishwa juu ya suplex, mbinu ambayo ni ya kumshika mpinzani kiunoni na kumtupa nyuma kwa nguvu, mara nyingine mgongoni au kichwani. Mcheza mieleka mwenzake akamshika na kuanguka pamoja naye, lakini ghafla miguu ikalegea, mwili ukaanguka bila uhai. Wanamieleka, madaktari, mashabiki wote wakajua hii sio kuigiza tena. Mara moja CPR, ambayo ni huduma ya kwanza ya kuokoa maisha kwa kupiga kifua na kutoa pumzi kwa mtu aliyekoma kupumua au aliyekosa mapigo ya moyo ghafla, ikaendelea ulingoni, hatua zikachukuliwa haraka, lakini safari ya Misawa ilikuwa imefika mwisho. Maneno yake yakabaki ukumbini, shujaa wa ring ameanguka bila kurudi tena duniani. Watatu ni Steve Irwin, alijulikana kama Crocodile Hunter, mtu aliyekutana na simba, mamba, nyoka, papa bila kuogopa. Lakini Septemba tarehe 4 mwaka wa elfu mbili na sita, bahari ilikuwa na siri nyingine. Steve alikuwa akirekodi viumbe hatari zaidi wa bahari, akaogelea nyuma ya stingray, aina ya samaki wa majini wenye umbo la bapa wenye mkia mrefu ulio na mwiba mkali wenye sumu. Mnyama mpole kwa kawaida, wengi humfahamu kama taa. Lakini kwa sekunde moja, mkia ukapanda juu, mshale wa sumu ukamchoma moja kwa moja kwenye moyo. Steve alipigwa na maumivu makubwa, wenzake wakajaribu kumfufua, lakini bahari ilikuwa imeshachukua kilicho chake. Hivyo, mtu aliyepambana na wanyama hatari duniani aliuawa na mnyama mpole kuliko wote. Wanne ni Papa Wemba, mzee wa rumba aliyeanguka katikati ya wimbo mnamo Aprili tarehe 24 mwaka wa 2016 mjini Abidjan. Mashabiki walikuwa wamejaa, wakisubiri sauti ya mtu aliyebeba mziki wa afrika mabegani, maarufu kama Papa Wemba. Akaanza kuimba. Midundo ikapanda, mashabiki wakapiga kelele, lakini ghafla mfalme wa Sukus akaanguka kimya kimya. Wachezaji wakadhani ni sehemu ya show, lakini wakati sekunde zikisonga, ukweli ukadhihirika. Akakimbizwa hospitalini, dakika chache baadaye habari ikatokea: Papa Wemba amefariki. Ukumbi ukawa kimya, Kongo ikawa kimya, Afrika nzima ikaililia sauti yao ya dhahabu. Mtu wa tano na wa mwisho ni Costa Titch. Mnamo Machi tarehe 11 mwaka wa 2023, Johannesburg ililipuka kwa shangwe. Jukwaa la Ultra Music Festival lilikuwa moto. Costa Titch aliruka, akacheza, akapiga step za Amapiano zilizompa umaarufu, lakini ghafla akaanguka, akasimama, akaanguka tena, safari hii hakurudi tena. mashabiki wakapiga kelele kwa huzuni, madaktari wakajaribu kumrejesha, lakini moyo wa Costa Titch ulikuwa umezimika. Kijana alikuwa na mustakbali mkali, stepu kali za dansi na mziki uliotikisa kwenye mitandao tofauti ya kijamii. Alimwaga roho yake jukwaani. Jukwaa linaweza kuwa mahali pa furaha, lakini kwa baadhi ya mashujaa linaweza kuwa mlango wa safari ya mwisho. Walikuja kutuburudisha wakaondoka mbele ya macho yetu, lakini kumbukumbu kumbu zao hazitawahi kufutika. Mimi ni Dabaso Sultan na hii ni Dabaso Sultan Media.